la fami. Jina TikTok niko na konte mbili. Kuko ile ingine inaitwa Emile Z, na kuko ile ingine inaitwa Emile Muzombo. Mena ile ya Emile Muzombo njo ile tunalansi live, pamoja na bitu yenye nilipanga tufanye leo. Mena ayiko bile njo bina nileta apa, njo bina nileta apa, ni kunipatia ma notio kidogo yenye nilisha vivre mu nivo ya Lubumbashi. Nawe kama utako interese, naweza kukamata, na kama uko na ndugu yako mwenye anajipoza question par rapport na na bnyenatata kuongelea hapa, na nabidi umupartage video na yeye, apate ile kidogo yenye anakolakaona kuuliza kuhusu maisha ya Lubumbashi, maina sana gisi minyatira yango inasema eh, kama uko na kapital ya 500 dola unapashwa kufanya nini ile makuta? Kama uko Lubumbashi mina, niko na kazi kumi nitakupropose. kwa hiyo mwenye utakwenterese, utachagua kule kazi kumi imwa yenye itakugusa, utaweza kupeleka makuta yako mwile commerce, na mimi nawaza kama au ta regrette, parce que ni bitu benye mie na nabivivre na mie nafanya experience. Kwa hiyo njoo maana napenda nikuletee na wewe porque, kama unakala kwa unajipozee ile question, uache kujipozee question mingi mingi ya kusema ifo ke ukwe na mamilia ama mamio, njoo itakupermettre au vivre bien le ni makuta tu kiloko. Sasa na gisi nasema tena, itakubidi juste 500 dollars, mena ile makuta yako, kama uko nayo na transport, donc mina mina tia tu 500 dollars, parce que najua za transport ziko pembeni, za vingine viko pembeni, ma depense zako

Si bote tunajua shop kabine, shop kabine ni fasi yenye banauzishaka unite eh, banafanyaka ma transfer mare tres ya ville. Nina kama uko na ile makuta yako itakupermettre unafungulisha shop kabine, wala utakuwa tena para para soleil. Unafanya nini? Unafungula ile fasi yenye utakuwa unauzisha unite. Ni kazi moya yenye iko inalipa. Siseme kama inalipa sana, lakini iko inalipa mu nivo ya Lubumbashi na plupart ya batu ya Lubumbashi viko banafanya ile kazi. A commerce ya pili ntakuinterese ufanyi na kama unafika Lubumbashi ni commerce ya car wash, donc ni mashini yenye nasaidia batu juu ya kufanini juu ya kusukula magari eh, donc ni kazi pia nayo yenye iko nalipa Lubumbashi. Kama uko Lubumbashi ni kazi mwa yenye iko inalipa na kama unakuwa una na car wash ni fasi mwa yenye utakuwa unapata mamotoka, paske tunajua periode pia yenye tuko namo mamotoka iko inachafuka kila siku. Mena kama unapata car wash itakusaidia jisi gani utavivre munivo ya Lubumbashi. Mena plazem commerce nitakuinterese ni commerce ya boutique dabiema eh. Tunajua boutique dabiema ni komerce mwa enye nalomba tuile afaire ya 500 dola utaji lancer na ile dili ya kukombolea manguo na wey unakua nakua kueuzisha, muavantage yenye utayua jisi gani utafanya. Na ni komerse moa enye nayo pia iko inalipa Lubumbashi sana, kwa we mwenye uko mbali na Lubumbashi na wala hata mpei ingine, kama unakalaka na idea ya kukua Lubumbashi, ile nayo ni komerse moa enye iko inalipa sana.

internet, donc j'ai lancé mon internet, na ni commerce mwenyewe, iko inalipa sana. Mimi mwenyewe niko na kupatia ID, mimi mtu mwenyewe, na mimi pia nilikuwa najiuliza kana: eskize niingie mu commerce gani? Mais la nilikomprandre ke commerce ya créateur de contenu iko inalipa. Nikasema ke sina na kuingia kwenye, tupa makuta yangu, niweke mwa kazi. Ndio maana mimi najiweka hapa mbele yako kukupatia ID ufanye video, eh, ufanye shorts.

na ile naile reste enye tabakia desa 5 Una ma unauza ma materiel ya nini ya kufungulisha, nayo charge telefone. Tunajua siye bote mtelefone moto taisha mpaa bank, lakini utakuwa na bezo besoin ya kupeleka telefone yako kushop avek shop Ulugumbashi, nayo iko inalipa sana. 6eme commerce enye nitakuinterese uingie amo ni la photographie ni commerce nao pia yenye iko inalipa di jour au jour. Eh, kila mtu anakalaka na besoin ya photo, akishavala bien anapenda bampige photo kama iko na telephone yenye aina na image za bien. Unabeba ile 500 dollars yako una acheter camera, ukiingia kule commerce utakuwa unapata ile kilogo yenye itakufaire vivre Lubumbashi. Donc tunajua kama watu wengine biko wanaogopa kukuya Lubumbashi par rapport na ma histoire biko wanasikia ao eti nikienda Lubumbashini taishi je? ah uh -uh. Maisha kote kwenye unapashwa kupelekewa, kama akili yako inakupeleka kusema ke utakuwa maskini, kumage utaendelea kuwa maskini, na kama akili yako inakupeleka ke ifo ukue rich

dessinateur photo portrait, donc ni kazi nayo, kazi nayo enye iko enalipa Lubumbashi. Avec 500 dolare yako itakusaidia kupata kupata mamateriel zile e, zenye ile mambao unaezi kuuza e, unauza mambao unauza macrayon avec 500 dolare miaza ataitafika kule e, avec une montage mina taa lomwa aitafika unaenda kama kamoko na are ya kudesine batu. Una desinaka, donc una chapa, una yu, tunajua, osidenti. bale batu bale batu biko na soko mnene sana bale batu benye liko banafanya mafoto portre biko na eh, soko mnene sana avek ele, unapasha kuvivre bien Lubumbashi, il suffit juste ya kujulikana na talent yako kinyo Lubumbashi, kubatu ore batu nao ba komprendre ke uko mtu unajua eno nakufa maskini paske ni hali ile ya kubakia aibu donk. Iko na wazia ke maisha yake itabakia paka mikono ya mtu mwingine. Inabidi mwingine ndio mwishishi, hisi yake ko vive. No, maisha yenye tuko tunaishi leo, ni maisha yenye we moya ujikamatie desizio yako, malgre wata kucheka, malgre wata kusema, malgre wata faa nini. Lakini, kamata desizio yako we moya ufae kile kinye kiko kuroo yako, kifae. Usiwazie dunia bini aisha bakia paka kusema paka kusema, mena wewe ukifata ile pata, batasema batasema mena, wewe unabakia mule. Ni vile na binyo biko bana kusema lugha yako, biko bana jifanya ni secret bila wewe kujua. Mena mtu naye kuna idee ya kusema nimseme huyu mtu asiendelee. Mena mie, mimi niko na fabi yangu kule asinieye soko na hiyo njoo hivi simonde ishakuwa okay, hatuko pia hapa juu ya ile, mimi napenda tu kuambia kama eh, dessinateur ya wote mwenye iko nafanya ma photo portrait, mnivu a Lubumbashi na kuambia kama iko nalipiwa bien. Na ile e-commerce nayo yenye kama kuna makuta yako unajiuliza amo, so tunafanya etide na kidoko, na ile kidoko itabakia mauza ya material. Okay. Wote ya commerce yenye napenda ni kuinteresse mwayo ni pantali. Na pantali batu wengi wa yuache. Na nitaendelea kufanya ma nitamifanyia ma video kuhusu vantaline, nitakonesha gisi gani bana janga jaka mu vantaline na gisi gani na uyo takona fanya ine ma vantaline na, na mam eh, so eh, na, ma yo bana kupropose, weye unakua nafanya nini? Unakuwa nabeba ile mabitu yabo weye unaiposte, unaweza kuiposte hata ku Facebook, unaweza kuiposte hata ku WhatsApp, unaweza hata kuiposte ku, ku, ku TikTok. Mena ile vanta nini nakusaidia nini? Ile bitu benye utafishe kukotea publisit, unakuwa nafanya ile bitu, unaposte swati ku TikTok, swati ku Facebook, swati ku WhatsApp

banakwambia ndio, tuko na we. Unaenda unabebea ule klia ule nguo kule mvalera ile botiki, we utakosha 20% kama gisi gani ulipatana na ule mtu mena ile botiki, itaenda kukopera nabo utakuwa lumwa na avantage avec le 500 dollars yako, unakuwa deja ta unababeba hapo biki, wewe unabeba biki mu mavalere ya chini chini tena. Sasa unakuwa kufa avantage lenye unakuwa unafanya nini, unakuwa na jinsi gani utaongea na client mwenye kuna bezwa na kitu unataka kubeba kwako, unakuwa unafanya ile ma profit loko kisi gani. Ukiongea na client unampandisha hata kaloko wewe, na wewe uko na ile avantage yenye utapata pale, inakusaidia nini, kupata address patkanaon ile boutique ile na kujua banta lingi nayo inalipaka sana game okay. Commerce ya kufanya muniveu ya Lubumbashi game commerce ni commerce ya cambisme avec 500 dola, kama uko muniveu ya Lubumbashi

Uh, commerce par convention ni commerce zenye ziko zinafanyika Lubumbashi, ni kuambie kama ni commerce ile lenye utaenda ku boutique soit alimentation soit tuseme kiosk; donc unaenda kukombola bitu zambi Oh, minaendaka ukombola bitu eh, Kasumbalesa minaendaka ukombola bitu don makolezi ba vile don sa unakuwa unaenda ile fasi, unaambia vile ke mina kombolaka mabitu mina abo wata kupropose ke sava vile wanaendaka ukombola ile mabitu kule ile mapur ile mabei nyo wanakuwaka unapata kule ukikuwa uku tutakia tutakufani tutakupatia mpemu pri yenye kwa kupanda kiloko njoo ile mena unaongea na ile boutique soit alimentation, ikikupermettre que ukue naenda kubeba bitu, epi unakuya nayo sasa. Hiyo wewe unaenda ile avec les 500 dollars, naingiza ngulu vitu yenyewe takombola kule, soit soit Zambi, soit Kolwezi, soit hata Kasumalesa. Unabeba ile mabitu yako kule, unakuya nayo, unawaambia ke sava vile tulipatana, vitu yenyewe mlinituma nikamkombole ayo, hii ninaleta tupatie, oh, mnipatie kale kaloko kayulu ile ndio ma commerce par convention zenye ziko zinatumika ze sana Lubumbashi, naikwe na lipa sana maitenan eh, na kupatia 11e commerce kwa bonus. Kwa hiyo mwenye utakuwa uko napenda kukia ku pia Lubumbashi, commerce ya eh vente de telefone, excusez vente de telefone maitena, ile commerce nayoikwe nalipa sana

unafaa nini? Unakuwa nauzisha eh, unakuwa nauzisha unakuwa nauzisha, ita kupermetre kuvivre Lubumbashi sana, paske kila siku tuko na batu biko na besoin ya glas, batu biko na ngusha ma telefon. Tuko mina mie kitu wangu na nguka hapa deja, ina nipa idea kusema itafute kitu ya kufani ya kukiproteje. Unajua ndio maana na kuonesha kama ile ma commerce ziko zinalipa sana Lubumbashi. Kama unapenda kupata ma video zingine zenye ziko zina Uh, konserne Lubumbashi na unapenda uyue aktualite zenye ziozinapika Lubumbashi, paske mie niko Lubumbashi na siko na bakia chini, niko nafanya maresherche kila siku. kwawe mwenye huko mbali na Lubumbashi, kwawe mwenye huko nivo ya kusema tuseme uko Tanzania huko Kenya huko Burundi huko api, donk uko na besoin ufike ufanye maisha yako Lubumbashi kufanya maisha y Lubumbashi aina nguvu avec makuta kiloko itakufere vivre Lubumbashi. Kama uko na besoin ya kupenda kuyua engine ma aktualite yenye na interese Lubumbashi, usikose, endelea tu kuja bone na uendele kutofatilia shara, mkwe konekte bizuri, viko bi na kuya